Ya pili ambayo niligundua ni kuhusu watu wa diaspora, ndugu zetu walio diaspora. Yaani kuna watu Kongo ambao wanatuteta sana, wanatusema sana, wanaumizwa sana, wanashangaa sana eti kuko watu ambao wako wanatoka huku diaspora wanaenda tumika Kongo, lakini hawafanye kitu yaani wavivu wazembe, yani biko vraiment ba paresseux, biko ba egoiste, biko wanacha kujenga muinchi, wanenda investire inje. Yaani kazi yao haionekani juu, naona vitu havibadiliki, buchafu ni ile ile, desordre ni ile ile. Yaani mambo hakuna tenye inabadilika. Ha, nikasema kwa nini? Wakanieleza mambo mengi. Nikasema hii kitu kwa kweli mwenye najua lugha ya Lingala aitraduire, um, um, I hii audio yangu, kuna mara wengine inaweza akawasaidia. Siseme sababu ya kuwateta, lakini ya, ku, ya kuhimizana tu mwa hii safari, na ili nchi yetu iwe salama. Yaani tumekuwa huku nje, tumeona mengi na mara Mungu anakuwa naruhusu batu watoke mwinji yao waende nje ili kuja kuonesha maaki kuja kusaidiana kuimizana. Tukiona hata mbiblia batu ya mingi ya kutoka diaspora, wao ndio walisaidia zaidi nchi zao, sababu walienda jifunza mengi wakaleta. Lakini tukianza sikia hii maripoti eti Kuku watu wanatoka diaspora wanaenda Kongo, lakini wapi, wapi waoneshe hata mfano hata vile venye valijifunza. Inahuzunikisha ina sana, na hii neno nilipata zaidi, nilikumbushwa sana wakati niko noena ya container. Yaani nilifika jana nyumbani lakini leo nilienda kutupa mabitu. Nilipanga nilipangapanga vitu nikaenda kutupa gisi watu wiko vatu vkowanafanyaae

unaciaya mweupe venye maver coloré fasi yayo na en color fasi yazo na maplastique vilevile kukuwa na recycle itasaidia sana juu ya hata ipne nenda kuitupa nayo fasi ya pne kila kitu ku range kufasi yake. Tujikaze sana yangu bandugu, jikaze vraiment tufanye tu, tu, tu usafi tu tu, tunapanga kila kitu kufasi yake.

ya kutilia manguo kwa unapenda kupana manguo ya, ya, ya kupatia watu yani ma vitu enye havitumike tena wala vibisha kwa vya zamani, barienda banavitupa banavitia, ili apres tena binakuwa rekupere na mungine inakuwa propre. Ndiyo nilionaka watu fulani mahali fulani wako nakuja kutwala mapubel ma eh, madeshe kumanyumba mayalala banabeba, lakini viko nele kitu ya kusukuma me te me courage yeah. uh, mm -hmm. mingi uh, nazaa si content wala wanatia kuvichwa bengine ku migongo, ile haitoshi kwa wakati huu. Yaani, kuko masistemu ya mingi yenye tunagundua yenye tunajifunza huku nje, ambayo tunaweza tukabeba mkuma kwetu ili tupate kusaidia kwetu, lakini kama tufanye hivyo, hakika haiko mzuri. Ni mengi sana tumejifunza huku, tunaweza na kusaidia kwetu, na yetu litosha kwetu. Pia huku nako wanahitaji eh, kuona na sisi savoir yetu ile ambayo tunajua, ni ile nitafuta kusema mifano mema tujif, yenye tulijifunza tui, tuisaidie tufanye na sisi isaidie kwetu. Huku uvivu haikuwake kabisa. Mwenye iko mvivu yaani sijui, lakini huku watu wanachapa kazi, watu wanatumika kazi na maandiko lazima si tumika asili. Nilitafuta tu kuhimizana yale ambayo tuliojifunza. Ukisoma kitabu cha Wafilipi sura yake ya nne mstari wa mnane mpaka wa kenda. Utaona yale ambayo yaliyo mema, yaliyo nzuri, yaliyo na sifa njema, yale ambayo yanapendeza, ile ndio ikuwe mmaende yetu kwa mawazo yetu, na ile ambayo munaiona kwangu mujifunze, muiige, na Mungu atakuwa pamoja nanyi. Yani tureflete, tuwe mifano, tuwe nuru, tuwe chumvi. Yani yale mema ambayo tunayoyafanya watu waige nao wapate kuifanya kila kwenye tunaenda iwe mu maposte zetu iwe fa, mahali popote pale ya, nile nitafuta ku, kuhimiza ndugu zangu. Sijui kama nimesema sahihi, lakini naamini itatusaidia. Penye tunajifunza vizuri, wengine wapate kubibenefisie ya wengine wabifaidike. Tusijifunze tuja kujifunza na, bi, na tubigarde, lakini tunapaswa kusaidia wengine. Kwa machache nile nitafuta kusema, lakini ushindi ni wetu. Hata giza iendelee, busubuhi itakucha tu. One morning will be coming, sijue ling angle, lakini na kuweka napendele, one morning is coming. Amen.